Mwana sawa sawa digital, nikisema Daz Baba unaweza ukanielewa vizuri kwa watu mbao, wale watu ambao walikuwepo kipindi na hicho, back in the days, watoto wa 2000 kidogo hapa mtakaa pembeni kidogo, ili muweze kunisikiliza vizuri. Huyu ni moja kati ya wasanii ambao pia walifanya poa sana kipindi na hicho. Ukisikia Daz, Daz Baba ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanafanya poa katika muziki huu wa Bongo Flavor, tunaweza tukasema ni moja kati ya watu pia ambao walikuwa ni waanzilishi wa muziki wa kwa kudai kuwa ana afya mgogoro. Daz Baba pia amesema kwamba angekuwa na afya mgogoro asingeweza kuendelea na harakati zake za kuweza kumwingizia kipato ambazo wanakuisha kuzifanya kwa sasa hivi. Ana mkoti hapa kwa kusema kwamba alisema hivi, acha watu waseme. Sasa mimi lini niliwahi kuwa mnene? nayasikia sana yanayoongelewa au ninayoambiwa nimekuwa na afya mgogoro sababu ya utumiaji wa bangi nyingi. Wenye afya mgogoro angeweza kutembea sehemu mbalimbali au kujitafutia pesa? Tatizo watu uh, tatizo watu hawabadiliki uh, uh, wanapenda kuishi na historia ya mambo ya zamani. Ndipo kitu ambacho alikuwa amekisema, eh, Daz Baba. Sasa utakumbuka kwamba Daz Baba pia alitikisa kwa nyimbo, eh, kama Barua, eh, Maji ya Shingo, Umbo Namba Nane nipe tano na ule wa kamanda, ambao waliufanya e, kama kundi la Daz Nundas family. ni mmoja kati ya watu ambao pia walikuwa wameunda kundi hilo. Yapi maoni yako kuhusiana na eh, na kitu hiki hapa? Ni kweli Daz Baba kwa sasa hivi anaonekana kuwa na afya mgogoro? Au Daz Baba kwa sasa hivi anaonekana kweli amekonda, maisha yamemchapa, kila kitu kimekuwa kigumu kwa upande wake? Bangi nyingi, pombe nyingi, zinaweza kumharibu kwa kiasi hicho? Comment yako itakuwa ni ya muhimu sana. Endelea kutufuatilia sisi kama sawasawa dagito, tuko hapa kukupa updates eh, lakini pia taarifa tofauti tofauti kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.